Bwana Yesu asiwe sana. Mimi huwa nasema ni afadhali mkawa watu kumi katika nyumba za ibada ambao wako tayari kutakaswa na kweli na, watu wa, na watumishi wa Mungu, usijivunie kuwa na watu ambao hujawatengeneza au usijivunie kuwa na watu ambao wamekuja kwako tayari walishakuwa imara walishatakaswa na kweli Jivunie watu wale ambao kupitia wewe wametakaswa katika kweli. Ninazungumzia nini? Unakuta mtumishi mwingine anaweza akafurahia watu wamejaa na watu huo, unakuta wengine wamehamia, wamehamia wametoka sehemu fulani, labda walikuwa mkoa fulani, walipokuja wakaendelea wasema, hauwezi kukaa nyumbani kisa wamehamia huku, lazima waende nyumbani wa Bwana wakamwabudu Bwana. Watakuja kwako tayari walishajengwa walishatengenezwa wako imara sasa. Na wewe unaanza kujivunia Hey, hivi na hivi na watu wazuri. Je, ni wangapi uliotengenezwa? Na tutakuja kuona watumishi wengi tutakuja, ku, ku, tutakuja kujiuliza, tunaletewa hesabu ya mavuno tuliyoyafanya. Unajikuta ulikuwa na maelfu ya watu halafu unaletewa ulichovuna wewe ni watu labda watano tu, halafu ndo utashangaa eh. Mbona nilikuwa na maelfu ya watu kwa nyumba yangu, inakuaje leo hii hesabu yangu imekuwa nimevuna watu watano tu? Unajua kwa sababu gani? hawa watano ndo walitakaswa wali na kweli kupitia wewe, lakini wengine hao ambao ulikuwa unaona wanajaa, kuna watu walifanya kazi, kuna watu walipambana, kuna watu walikaa chini kuwatengeneza, kuna watu walikaa chini kuwaombea, wewe ukawakuta tu waliisha kaa vizuri Unaona, sawa. Haa, ni watu wangu. Haleluya. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho mwingine anaweza akasema. Sasa mbona huyu anazungumzia habari ya watumishi habari ya nini? Wewe mwenyewe ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio mchungaji tu wala askofu. Wewe ni mtumishi wa Mungu hata kama unafagia kanisani, hata kama ni shemasi, ni mtumishi wa Mungu. Haina maana kwamba wewe unafagiaga kanisani basi sio sehemu ya watu, sio sehemu ya wewe kutengeneza watu wengine wajue kweli kitu ambacho hakipo. Hata kama uwe mshirika wa kawaida unakaa kanisani tena kiti cha nyuma, sio sababu ya kwamba wewe eti sio mtumishi. Nani kasema? Wewe ni mtumishi wa Mungu endapo tume mkili Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haijalishi haujulikani, haijalishi unajulikana, lakini una kazi ya kufanya. Wengine pia watakaswa na kweli ambao umetakaswa na wewe, ambao wewe mekutakasa kwa hiyo furahia, lakini isiishie hapo tu. Hiyo kweli ambayo naisema, lazima na wewe ikufikishe mahali panapo sahili. Yesu akamwambia wanafunzi wake, msifurahie kwa sababu mapepo yamewatii, bali furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa katika ufalme wa mbingu au katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Furahini kwa sababu majina yenu yapo ya wapi? Yapo mbinguni. Usifurahi kwa sababu pepo linakutii, usifurahi kwa sababu eti unaizungumza kweli, au watu wengi wameokoka kupitia wewe, hiyo haina msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni tiketi ya kupata kibali mbele za Bwana na kujitengenezea thamani mbele za Mungu, lakini haikufanyi wewe jina lako liandikwe katika uzima wa milele. Unaweza ukaisema kweli, lakini kama huishi kweli, jina lako halipo. Hata mimi hapa unayeniona hapa, kama ninachokisema halafu sikiishi, jina langu halipo kwenye ufalme ule. Ninachokisema lazima nikiishi, lazima nitembee katika kweli hiyo ili na mimi jina langu liwepo katika ule uzima wa milele. Bwana Yesu asiwe sana anasema na hao ambao wametakaswa nao, wakafanyike baraka kwa watu wengine, na wengine watakaowasikia hao waliotakaswa, basi na hao wengine watakaswe. Kwa hiyo kweli ya Mungu ikiwa ndani yako vilevile itaambukiza na wengine, itaambukiza na wengine. Sasa unaweza ukajiuliza maswali, umeambukiza nini kwa watu wengine wanakuzunguka? Kuna vitu gani ambavyo umeviambukiza?